Nilikuwa napitia dm za uh, akaunti ya Instagram ya rickmediatz, nikakutana na taarifa hii kutoka kwa shabiki obvious. Tumekuwa tukipewa taarifa pia kutoka kwa mashabiki mbalimbali ambao mbali wanafuatilia entertainment industry. Huyu shabiki akaniambia kwamba Riki, nimejaribu kutafuta peji rasmi ya Konde Gang uh, ya ukurasa wao wa instagram sioni um, inaonekana kama vile peji hiyo imekuwa disabled. Nikafuatilia na ni kweli nikagundua kwamba peji ya uh, instagram ya Konde Gang ya ya Konde Gang inayomilikiwa na, na Harmonize imekuwa disabled yani, ukiangalia pale huwezi kupata taarifa yake yote, huwezi kuona posti, huwezi kuona namba uh, ya followers au watu ambao wao wamewafollow au content aina yoyote. Lakini pia si hivyo tu, kuna account pia nyingine ya Harmonize Gallery, ambayo ilikuwa na posti picha za Harmonize, nayo imekuwa disabled. Lakini pia account pia ya content manager wa Konde Gang ambaye anafahamika kwa jina la Sam Chaupole, nayo imekuwa disabled so it's like kuna kitu ambacho kimepita uh, kwenye akaunti hizi hapa za Konde Gang na kusababisha akaunti hizo kuwa disabled. Sasa nataka nikugusie kidogo nini ambacho kinaweza kupelekea akaunti kuwa disabled? Kwanza kabisa uh, ni issue nzima ya watu kuripoti peji yako. Eh, ikionekana kwamba kuna kundi kubwa la watu wana wanaripoti peji yako uh, ina, inaonekana kama inafanya vitu ambavyo sio sahihi basi Instagram wanaweza wakaidisable peji hiyo. Kama Samchaopoli ambaye ndiye content manager wa

watakuwa wanatumia simu moja, basi kuna uwezekano mkubwa hizi akaunti zikawa zimepigwa kwa wakati mmoja, kutokana na uh, akaunti zote kuwa chini ya device moja ambayo iko chini ya huyo content manager. So ndio hivyo, nikabidi nikujuze hapa kupitia Rick Media kwamba peji ya Instagram ya Konde Gang lebo ambayo inamilikiwa na Harmonize imekuwa disabled. Tazidi kuzungumza zaidi na uongozi wa Konde Gang watupe maelezo ya kina, nini ambacho kimepelekea peji hizo Uh, kuweza kuwa disabled kwa sababu ni page zilikuwa na nguvu sana. Ukizingatia page ya Konde Gang ilikuwa na wafuasi zaidi ya milioni mbili na ilikuwa ni backup kubwa sana uh, kwa uongozi wa Konde Gang katika kupushi content zao, kwa sababu si muda wote Harmonize anaweza kaposti content zake kupitia page yake ya Instagram, lakini kupitia page ya Konde Gang alikuwa na uwezo wa kushare posti mbalimbali zinazomhusu yeye pamoja na lebo nzima ya Konde Gang.